Warudi nyuma tufanye mwafaka wa kitaifa taifa, liwe moja, ndo tusonge mbele. Kama wanashupaza shingo, hatutakuwa na mswalie mtume ni hmm. E, vizuri wakufahamu. E, ilo moja. La pili, nimesikia huko wanawahadaa ninyi wana, wana sisihemu wenzangu kwenye vikao vya ndani wanawadanganya Wanasema unajua yule Polepole yuko kazi maalumu. Ehe, anaangalia nani wanapinga serikali, au ni watu wasiojitambua? Wanatapatapa. Ndugu zangu, nataka niwaambie, mimi nilijiuzulu baada ya tathmini pana na ya kina ya miaka minne na hii ni baada ya mapambano yangu makubwa kwa kutumia barua ndani ya serikali, kwa kushinikiza wenzangu ndani ya serikali, mafanikio ambayo tungeyapata katika kipindi na hudumu kwenye serikali, kama wangekubaliana na namna ambavyo tumewashauri kulinda maslahi ya sasa hivi na ya haraka ya nchi yetu. Tungepata mafanikio makubwa ya kihistoria. Hawataki, wanatafuta madaraka. Watu wanatekwa, watu wanauawa, watu wanaporwa mali zao. E, kikundi cha watu wachache sana kinajenga ukwasi na utajiri mkubwa na wingi wa fedha kutoka katika vyanzo visivyojulikana, ndio wamejaa mjini. Mi naunga mkono matajiri waongezeke, lakini kwa njia halali. Nikasema hapana, siwezi kuendelea kuwa sehemu ya ubatili huu. Nikajiuzulu na niliwajulisha sema, huwa hawasikilizi, wanadhanii kila mtu anaweka mbele tumbo lake. Ndio, na leo nitawapa <laughs> stori moja yangu binafsi kwa muda mrefu, ukiacha mimi kuzungumza na mzee Butiku, hata akinikatalia sio tatizo, lakini ilibidi nimwambie mama yangu kwa lugha ya upole, anielewe mimi ni mtoto wake. Na familia yangu niwaambie, kubalini, mpite kipindi cha shida, kama mnaniamini niungeni mkono, tukomboe hatima ya nchi yetu ya Tanzania inabagazwa inabanangwa, mustakabali wake unatindinganywa, rasilimali zake zinahondomolewa, ni chukizo hata mbele ya Mungu. Niliwaambia baadhi ya marafiki zangu napanga kuacha kazi, kwa sababu sipati amani kufanya kazi kwenye serikali hii inayofanya mambo ya kidhalimu niliwaambia baadhi ya watendaji wenzangu wizarani, sitawaambia. Namkumbuka ndugu yangu mmoja, nimweke kapuni jina, nilimwambia naye anachanganyikiwa sasa, Polepole, itawezekana? Nikaambia hivi, mi namwamini Mungu, hata mi mbele sioni, lakini namwamini Mungu, Mungu anaweza. Mimi ni chombo tu kidogo kisichokuwa na hadhi wala maana lakini nimekubali Mungu alitumie ili kusudi lake hapa duniani litimie na jina lake litukuzwe baada ya kuwa tumekomboa hatima ya Watanzania, kwa sababu hatima ya nchi yetu ikikombolewa, kusudi la Mungu la maisha mazuri matamu ya watu wake litatimia hapa Tanzania. Na likitimia, Mungu atajivunia watu wengi watakaoelekea kwake kwa, kwa sababu wana maisha mazuri lakini sahizi wanabagazwa, wanabanangwa na mali zao zinaondolewa. Wanapata saa ngapi muda wa kumpenda Mungu? Wanapata wapi ujasiri wa kusema Mungu anaipenda nchi yetu? Awa wanaosema wana uchaguzi kweli, nawambe ukweli awa no, wana kwe, na awa. <laughs> Awa wanaitika kwenye mamlaka ya giza haki na waveli, so mi nimekataa mm-hmm. Uko kwenye vikao vya ndani wanasema Polepole kazi maalum. Ni waongo na wapuuzeni, wapuuzeni kabisa, hawana maana, wapuuzeni. kama mi niliacha kazi na wananiwinda, kama mi kazi maalum, mbona wananiwinda, wananitafuta kwa udi na uvumba? kama mi nafanya kazi na wao, kwani wananitafuta? Wananitafuta tena kwa kificho. Ogopa mtu anayekutafuta kwa kificho ni mtu mbaya na hatari sana, akikupata atakupoteza kwa kificho. Ogopa sana ko wanasisiemu wenzangu, kwenu hili wapuuzeni. Mama Samia na Emmanuel Nchimbi hawana dhamira njema kwenye nchi yetu ya Tanzania. Namna nzuri kabisa ni kuto kubariki na jinsi hii wanafanya kwenye nchi yetu. Wewe kama mwana CCM unajivuna kinachoendelea nchini? Wewe kama mwana CCM unasikiliza wananchi wenzako wanaizungumzia je, CCM sasa hivi? Na ukijifanya unajua zama za 2015. unaweza kuzungumza mambo ya CCM sasa hivi watu wakaghadhibika na wewe kupitiliza. Msikubali. Msikubali, msikubali wana sisi, na Watanzania tusikubali hadai hizi. Kwenye mikutano wanaweza wakasombelea watu sawa, so, lakini msikubali kuhadaiwa na hawa msikubali, tuwakatae.